Karibu sana katika somo la leo na leo, tutatazama ushuhuda wa ajabu, Uh, wagonjwa hawa ambao Mungu aliwaponya, na namna gani ufanye ili Mungu aweze kuponya madhaifu yako, aweze kuponya magonjwa yako leo. Na kabla tujaendelea sana, tufumbe macho tupate kuomba. Baba yetu mwema, tunakuja mbele zako, tunakushukuru kwa wema na fadhili zako ambazo uh, umezionyesha ume katika maisha yetu. Mimi pamoja na mtazamaji huyu, tunapohitaji kutazama majabu ya wagonjwa ambao Mungu umewaponya, na namna gani ambavyo Mungu unaweza ukaponya maisha yetu, ukaponya magonjwa yetu leo, ukatusaidia maumivu katika mwili ya kaisha, ukatusaidia tukainuka kutoka katika vitanda vyetu vya hospitali tulivyolala kwa muda mrefu. Nami namleta msikilizaji huyu na mtazamaji huyu mikononi mwako, akapate kuguswa na nguvu yako tangu sasa, kwa jina la Yesu, amina. Lakini katika kitabu cha Zaburi na tatu, fungu la tatu anasema akusamehe maovu yako yote, akuponye magonjwa yako yote oh, na katika kitabu cha Yakobo tano fungu la kumi na tano Mungu anasema anasema, na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamwinua, hata ikiwa amefanya dhambi, atamsamehe au atasamehewa. Amewaponya watu wenye madhaifu mbalimbali, tunaona Mungu amewainua watu ambao walikuwa hawawezi, waliodharauliwa, walioona walio kwamba hawawezi tena. Mungu aliwainua. Mungu anasema mimi ndimi Bwana nikuponyaye o oh, magonjwa yetu yote. Anayeponya ni Mungu maumivu yako yote anayeponya ni Mungu, udhaifu wako wote anayeponya ni Mungu. Ma, maumivu ya sehemu yoyote ya, ya, ya mwili ambayo pengine yamekutesa kwa muda mrefu, oh, Mungu anasema yeye ndiye ambaye ni mponyaji mkuu. Unapojisikia hali ya kugua hali ya kuwa na, na, na, na, na hofu wasiwasi, wasi, maumivu ya mwili, kitu cha kwanza kimbilia kwa Mungu. Usisubirie maumivu yayo makali sana, usisubirie uh, maumivu yatawale maisha yako. Wewe ni mtu wa kulala kitandani muda wote. Usisubirie giza litande sana katika maisha yako. Amka pale ambapo unahisi dalili ya maumivu, amka kimbilia kwa Mungu. Piga magoti, mwambie Mungu ninajisikia maumivu katika kichwa changu, ninajisikia maumivu katika miguu yangu, najisikia maumivu katika tumbo langu. Kimbia upesi mwambie Mungu. Hii ni hatua ya kwanza ya kupokea muujiza wako. Mwombe Mungu akusamehe dhambi zako. Unaweza ukagundua asilimia 80 mpaka 90 ya magonjwa ambayo tunaugua leo ni kwa sababu ya dhambi, ni kwa sababu ya, ya kushindwa kutii, kufuata maagizo ya Mungu, iwe ni katika chakula iwe ni katika kuishi lifestyle, au mtindo wa maisha wetu. Asilimia themanini tunapitia maumivu kutokana na machaguzi ambayo tumeyafanya. Nimeona watu wengi sana wakiponywa magonjwa yao kwa sababu uh, walipopiga magoti wakamwambia Mungu, nisamehe dhambi zangu. Piga magoti, siseme uh, dhambi zako kwa jina, ukiwa wee mwenyewe na Mungu wako. Mungu nisamehe. Magonjwa mengi sana huondoka kwa kusamehewa dhambi zako na Mungu. Ondoa chuki ondoa hasira, ondoa hila na mawazo machafu. Jenga, umwombe Mungu akupatie kuwaza mambo mema. Omba kwa kupatanisha na mapenzi ya Mungu. Unataka Mungu akuponye ugonjwa wako? Unataka Mungu akuinue kwa sababu gani? Ebu, ebu omba: Mungu nisaidie niponye ugonjwa wangu, nikakutumikie. Mungu nisaidie niponye ugonjwa wangu, nikalitangaze jina lako. Mungu niponye ugonjwa wangu nikawambie nika majirani namna gani ambavyo Mungu una, una upendo unatujali. Mungu atakuponya haraka, Mungu atakuinua, Mungu atakuondolea maumivu tena, uta, nawe utafurahi kama watu wengine. Tazama, wakati Yesu akiwa duniani aliwaponya vipofu, akawainua, wakaona tena, waliokuwa vipofu tangu kuzaliwa. Nataka nikuulize na wewe, ni, ni, ni upofu wa aina gani ambao unao katika maisha yako ambao unakufanya una, una usione mbele usione kesho yako, hatima yako imepotea. Upofu gani unakufanya uendelee kupata maumivu ya kudumu? Mungu bado anaweza eh, haijalishi unavaa miwani kwa sasa, haijalishi umeambiwa tena uh, ufanyi, utafanyiwa upasuaji wa macho, haijalishi hali yako bado ni ndogo, endelea kung'ania miguuni pa Yesu, endelea kumwomba Mungu akuponye aku, aku, aku, aku, inawezekana kabisa na leo tatoa ombi marum kwa watu ambao wanahitaji Mungu awafanyie muujiza siku ya leo. Haijalishi ni upofu aina gani, pengine maisha yako yamejaa giza, uoni mbele ukiangalia familia yako familia yako haieleweki. hai, hai, Mungu bado anaweza akaweka mwanga. Mungu bado anaweza akamrika aka, aka taa yake ukaona, kwa sababu amekuandalia uh, maisha mazuri amekuandalia maisha bora uh, uh, upofu wako ipo siku utaisha upofu wako upo siku utakoma. Mungu a, aliponya viwete aliponya viwete akaponya, akaponya viziwi waliopooza wali, haijalishi umelala kitandani kwa muda gani, haijalishi umepooza kwa muda gani, lakini leo Mungu anaweza kakuinua tena. Mungu leo anaweza kakusaidia tena ukainuka kwa miguu yako miwili na kutembea. Oh, Mungu hajashindwa. Ni neno gani gumu? Bwana silo aliweza Tazama aliwainua, ali, aliwa walio wagonjwa ambao wa, hawawezi kwa muda mrefu, waliotokwa na damu kwa muda wa miaka mingi, wamelala wakisubiria muujiza wa Yesu, lakini Yesu akawainua. Ni, ni, ni kitu gani kimekufanya uwe mgonjwa wa kudumu? Ni kitu gani kimekufanya uwe, uwe mgonjwa ambaye u, u, umelala kitandani kwa muda mrefu? Leo Mungu anataka kukuinua, leo Mungu anataka kukusamee, leo Mungu anataka kuondoa maumivu yako, kama ukimwamini, kama ukimwamini. Leo Mungu anataka kuondoa uh, uki, ukiwete wako katika maisha yako, umaskini wako anataka kuondoa katika siku ya leo. Oh, tazama Yesu, uh, uh, waliokuwa wanaukoma waliokuwa wenye pepo aliwafungua. Ni giza gani ambalo lime, lime, limefunga maisha yako? Ni giza gani ambalo limefunga, limefunga familia yako? Bado Mungu ana uwezo wa kukufungua akawaweka huru. Haijalishi adui zako wamekuonea kwa, kwa miaka mingapi, wakafunga waka katika maisha yako katika giza nene, lakini Mungu leo anataka akufungue. Mungu leo anataka akuweke huru, tembee kama watu wengine, umiliki uh, vitu ambavyo ulitamani kwa muda mrefu. Mungu anataka leo akufungue. Namwona Mungu an, anawainua watu waliokufa namwona Mungu anamsaidia Lazaro. oh, ni kitu gani kimekufa katika maisha yako? Kinakupatia maumivu, unajisikia hali ya kulia, ukikaa unawaza, unajisikia hali ya machozi, kinakufanya unaugua kila siku? Mungu anaweza bado akafufua mambo yako. Mungu bado anaweza akainua tena, akatokelezea yakaonekana. oh, haijalishi ha, umesauliwa, umesauliwa. Yapo mambo mengi ambayo yanasauliwa, lakini ukumbukwa tena Haijadishi, umesaurika tena katika jamii yako, katika familia yako, katika kanisa lako, katika jamii yako, mungu bado anaweza akafanya ukakumbukwa tena, ukainuliwa tena, wakakuona tena, wakaukumbuka tena, wakakupigia simu tena. Endelea kumwomba, Mungu bado anaweza. Mungu hajashindwa. Mungu leo anakwambia: o, mwanangu, kama niliweza kutengeneza njia bahari ya Shamu watu wakapita njia kavu, kat, kat, kat, katikati ya bahari watu wakapita Oh, anasema siwezi shindwa kutengeneza, uh, uchumi wako, siwezi shindwa kutengeneza maisha yako, siwezi shindwa kutengeneza afya yako. Oh, katika ugonjwa wako nitaweka njia kavu, katika maumivu yako ya miaka mingi ukiwa umelala kitandani nitaweka njia kavu ya kutoka katika maumivu yako, kuna mlango ambao nimeuandaa. Anakwambia, mwanangu, ona, kama niliweza kumfufua Lazaro aliyekufa kwa siku nne siwezi kushindwa kufufua uchumi wako, siwezi shindwa kurekebisha mifupa yako katika mwili wako ambao imevunjika vunjika, vunjika, ambayo inaonekana imeisha, siwezi shindwa kufufua mifupa yako. O mwanangu, siwezi shindwa kurekebisha moyo wako uliopanuka, moyo wako ulioambiwa, ulio tena hauwezi kusukuma damu uliotoboka kwa miaka mingi, mwanangu, siwezi shindwa kurekebisha figo zako, siwezi shindwa mimi ni Mungu ambaye ni Mungu anayeweza mimi ni Mungu ambaye ni Mungu mwenye nguvu. Mimi ni Mungu ambaye ni Mungu wa yale yaliyoshindikana. Yali ni neno gani ambayo itanishinda? Siwezi shindwa kurekebisha tumbo lako linalokusumbua kwa muda mrefu. Siwezi shindwa kurekebisha uti wa mgongo ambao umekufanya ukae katika kiti chako ulale katika, katika kitanda chako kwa miaka mingi. O, siwezi shindwa kuondoa kifafa ambacho kinakusumbua kwa miaka mingi. Mimi ni Mungu, bado naweza ukiniamini bado naweza ukiniamini, mimi siwezi shindwa. Na kama mimi Mungu niliweza kurudisha macho ya, ya vipofu, siwezi shindwa kubadili giza la maisha yako kuwa mwangaza. Siwezi shindwa kumulika njia yako ukafika salama. Mwanangu, endelea kuvumilia, subiria, leo nataka nikuponye. Siwezi shindwa kurudisha macho yako, kurudisha mwangaza katika njia ya maisha yako o oh, hata kama adui amejaribu kukuwekea giza, mimi Mungu nitaliondoa. Mimi Mungu nitakurudishia mwanga. Mimi Mungu nitakufanya uwe na furaha tena. Mimi ni Mungu ambaye nitakasa wenye ukoma, ngozi ikarudi kama ya mtoto mchanga. Siwezi shindwa kubadili maumivu yako kuwa furaha, nita nitabadili kulia kwako kuwe furaha, kuacha kwako kuwe kukumbukwa. Oh, nitageuza dharau iwe heshima. Oh, Mungu anajua. Njia unaopitia kwa sasa ni njia ambayo ina maji mengi, ina mawimbi, upepo, maumivu, njia ya upweke. Ni njia ambayo uh, umeachwa peke yako upite mwenyewe, marafiki zako wamekukimbia, waliokujali mara ya kwanza wote wametoweka, lakini Mungu ameandaa njia kavu katikati ya maumivu yako. Mungu ameandaa njia kavu katikati ya kitanda chako ulicholalia muda mrefu. Mungu ameandaa njia kavu katika kukata tamaa kwako. Mungu ameandaa njia kavu katikati ya machozi mengi. Mungu ameandaa njia kavu katikati ya damu nyingi zinazotoka kila siku. O, vumilia kidogo. Mungu leo anataka kuponye kama alivyowaponya hawa vipofu viwete waliokuwa hawawezi kwa muda mrefu waliolala vitandani waliozoeleka katika vitanda vyao, Mungu akatengeneza akawainua tena. Hata wewe leo, Mungu anataka kuinui leo tena, Mungu anataka akutengeneze aku, maumivu yako yaishe urudi kama ulivyozaliwa. Oh, hatima yako inang'aa, hatima yako ni njema ya kesho, endelea kumtumainia Bwana kwa sababu yeye ni Mungu anayeweza kufanya mambo yote. Kama una sehemu yoyote unajisikia maumivu una sehemu yote unajisikia kutokuwa sawa, naomba u, u, u, utaje sehemu hiyo kwa jina na ufumbe macho. Kama ni kwenye kichwa sema anaumwa kichwa, kama ni tumbo sema anaumwa tumbo, nami nakuombea kwa jina la Bwana Mungu ambaye ni mwenye upendo, anayekumbuka anayekumbuka furaha yako, anataka kurejeshe tena siku ya leo. Baba yetu wa mbinguni, nakuja mbele zako na mtazamaji huyu, msikilizaji huyu, tazama, anahitaji lake, anataka umponye, msaidie ugonjwa wake, maumivu yake ma, sehemu ambayo inampatia kulia kila siku, kwa jina la Yesu na mamlaka matakatifu, umponye na umwandee kwa ajili ya kazi yako, kwa jina la Yesu. Maumivu, maumivu yoyote katika mwili, upofu, ukilema ukatoweka kwa jina la Yesu.